Kuchagua zile kero zetu kwa tunalamika kwa mheshimiwa rais kashazitatua. Sasa Watanzania, piga kelele kwa mama Samia wake, kama mnavyoona maboresho haya hapa. Haya mwendo kasi mpya zinaotumia gesi zimeingia, sababu anaziletwa GMC, yaani ni mambo ya mfumo wa gesi tu, na mbali ya hapo, ili gari lina vitu vingi, takriban mama kwa yani, kwa tendea haki wananchi wake. Unaona ili gari lilipo mwendo kasi mpya, unaona hivi vitu hivi kwa watu wenye uhitaji watu wazima kina baba kidogo wapaka washiko kupanda, wana sehemu zao, na hivi hapa vya njano kwa wale watu, watu watu wanaohitaji, si umenielewa? Kidogo kashiko au na kibasikeli chake, yaani kuna sehemu zao za kukaa. Ndio unyo mwendo kasi, sehemu ya kisasa, na kama unakuona kila sehemu ya siti kuna sehemu ya kuchaji simu, unaweka wifi, unakula vitu vyako. Jamani, tufanyeje? Huyu mama tumpeni tu mitano yake, nigeni makofi kwa mama Samia, mama Mitano, tena mitano, mama yuko ofisini tayari. Unaona mifumo anaoleta hii, ndio mifumo ya kisasa sasa. Mwendokasi zinazotumia gesi, maana hizi kutumia, ni wengi, mnasema, kasi, shimera, wa shoye, mfumo wa kutumia gesi. Watanzania wengi mlikuwa mnasema sio, sasa tumeleta mfumo mpya. Mheshimiwa Rais kasikiza kero za wananchi wake, kaleta mifumo mpya mwendokasi kama mnavyoiona, awana habari ziki za kisasa yale ufungui vioo na AC kote, kama unavyoona, hii ndio CNG sasa hivi imeingia. Wananchi wa barani gari ni ndefu, gari na opsheni zote na kila kitu jamani, labda ni kuambieni, bado tunaendelea. Sasa jamani, hii ndio mifumo yetu mipya aliyoleta Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano Mama Samia Suluhu. Mwajeta, kabisa, naikon, kama samiasu kwenye kampuni yetu kubwa kabisa ya mwendokasi inaitwa Udat. Kama unavyoona hili ndio gasi letu jipya la kisasa linalotumia mfumo wa gesi, na mbali ya hapo tumeamua kutoa ofa Jumatatu, sawa, ndani ya wiki moja kuanzia kutoka Moroko kwenda Feri, usafiri ni kule na uwe na kadi ya mwendokasi ile ya kuchanja Mama Samia e, narudia tena haya mabasi yetu mapya ya kisasa anaotumia mfumo wa gesi. Tumetoa ofa kwa wananchi wetu kuanzia Jumatatu wiki nzima, kutoka Moroka kwenda feri wazarampiga kelele kwa Mamasamia wake, na uwe na kadi ya kuchaja ya mwendokasi. Unanielewa kama nakiona, ilibasi alina vitu vingi kama Dubai, kama ile ya Dubai. Cheki. Okay. Dereva utoki, dereva yote anaendesha uwe mwana dada uwe mwanakaka, yaani unalia